Naomba nikuulize swali gumu. Let's say leo umefariki. Uh, ndugu zako watajua jinsi ya kudeal na ardhi yako, mali zako, au biashara zako, au will they fight over it? Watagombana tu na kila kitu kitaishia hewani na kitauzwa. Now today I want to speak about trust. Now trust ni kitu gani na kitawezaje kukusaidia wewe na kuwa protect, uh, watu wako ambao wanataka mali zako au biashara zako ziku ziendelee kuwafaidisha hata kama umefariki. Now a trust is simply a legal arrangement where you transfer your assets, uh, business or investment interests to a trustee who manages them on behalf of your beneficiaries. Now simply, ni unahamisha mali zako kutoka kwa jina lako au umiliki wako kwenda kwa umiliki wa trust ambayo hiyo trust inakuwa managed na watu wanaitwa trustees au bodi ya wadhamini na wao ndio wanaimanage au wanasimamia hizo mali au biashara zako kwa niaba ya beneficiaries. Beneficiaries ni wale watu ambao unataka zile mali ziwanufaishe. Kwa hiyo uh, umiliki wa mali unatoka kwako, una wewe unaziamisha kwenye taasisi ambayo umeiset wewe ambayo inaitwa trust. Hiyo trust inakuwa trust ina, ina bodi ya wadhamini ambao ni board of trustees au trustees wao wana, wana manage zile mali on behalf of your trustees, on behalf of your beneficiaries na beneficiaries wanaweza kuwa ni watoto wako au wajukuu wako au ndugu zako au charity au kitu chochote ambacho unataka wewe kiendelee kwa kunufaishwa baada ya wewe kufariki. Sasa umuhimu wa hii uh, trust ku set up trust ni kwamba ina protect zile mali kwamba hata wale watu ambao uh, labda ni watoto wako au watu ambao wanaweza kurithi ile mali hawawezi kuitumia vibaya ile mali, hawawezi kuiuza. Mfano wakaigombana wakaamua kuiuza, hawawezi kuiuza kwa sababu sio mali yao at the first place. Na pia ukitaka, uh, kuendelea kutake care let's say mke wako au mume wako amesha umezeeka, uendelee, kwa hiyo mali iendelee kuwasaidia hata kama wewe haupo, una set up trust. Na, uh, na kama unataka kuendelea kusupport charities hata kama unafariki lete, unajenga visima au uko unasomesha madrasa au msikiti au chochote ambacho unaendelea kukifanya wewe uh, ile mali inaendelea kufanya kuwasaidia au kuendelea kutoka kwa ile mali, ile mali yenyewe haipotei, lakini benefits ndo zinaenda kwa wale watu ambao umewapanga kwenye trust yako. Wakati upo, wakati wa mzima, waliamua kwamba trust yangu iweze kuwasaidia watu hawa hawa hiyo, hiyo yawezekana. Kuna watu wengine wana set up trust kuwasaidia watoto wao au wajukuu ambao wa hata wajazaliwa au vitukuu. Kwa ukiangalia mfano kwa, kuna uh, familia maarufu sana duniani mfano Rothschilds, au ukiangalia familia kama Rockefeller Foundation, hizo zote ni trust ambazo wazazi wao au wababu, wababu zao waliweza kuset kwa ajili ya kuendelea zile mali zisipotee na familia iwe kwa well off hata wao kama hawapo. That can be millions of dollars or billions of dollars. Kuna trust funds kubwa sana na recently one of the biggest trust fund ni ni Bezos Trust Fund au Bezos Foundation ambayo inakuwa ina mali nyingi sana almost 100 billions or so. kwa hiyo that is about trust fund. Now kwa Tanzania it is possible to set up a trust. It's not sio kwamba it's impossible. Kuna uh, organization inaitwa Rita. Now what Rita does wao ni wana overseas uh, trust zote ambazo ziko Tanzania, kwa wao wanaangalia zile interest ya ya yeah, zile trust ambazo zimesetiwa zime je, hawa board of trustees wanafanya kama uh, yule mtu aliye set up au, au, au, au trust charter inavyotaka. Kwa wao wanaangalia uh, uh, uh, Rita inaangalia jinsi zile trust funds zinavyofanya kazi na kwa Tanzania pia it is possible kwa sababu unaweza uka set up trust uka register wita ukaweka watu wako, ambao unataka unaoamini, either it can be your lawyer, your financial advisor, au your close family and friends ambao you trust. Na pia apart from uh, kuwasaidia mali iendelee kuwepo au kuishi baada ya wewe kufariki, pia inakusaidia wewe kwa kwa wale madeni. Kuna kama unadaiwa na zile mali unaziprotect protect uh, dhidi ya wadai wa, wa, wadeni wako Uh, wanaokudai meaning hawezi kuzitachi zile mali, kwa sababu zile mali sio za kwako tena, ni mali za trust. Kwa hiyo pia that is one way ya ku uh, manage uh, against uh, creditors. Na pia it's, it's a efficient way ku manage uh, inheritance kuhusu kodi. Uh, trust fund I won't go into a detail ya tax implications, lakini uh, generally pia trust zinasaidia kwa ajili ya kusave au ku efficient kwenye kodi. Na kuna na mfano wa conditions ambazo watu wanaziweka kwenye trust zao. Let's say wewe, uh, umeshatengeneza trust lakini kwenye uh, trust yako unasema mimi na masharti fulani, nataka hizi benefits ya mali zangu zianze kutumika maybe after five years au after six years, lakini kama nina watoto wawili au watatu, nataka watoto wangu waanze kubenefit hizo mali wakishaanza wakishafika miaka 25 let's say Uh, kama unaona watoto wako kabisa awaeleweki, nasema mtoto wangu ataanza ku benefits na hizi mali mpaka awe ameshaoa au wameshaolewa kwa sababu I don't trust this person, akiwa uh, ameoa, atakuwa na akili vizuri. Pia kuna watu wengine kwenye uh, Uh, familia za Kitanzania au maisha yetu ki uh, mana ya Kiafrika, mtu akishaolewa, kwa upande wa mwanamke, mwanaume ndio anakuwa na decision nyingi kuhusu mambo ya kurithi familia au hata mali. Kwa hiyo kuna watu wengine wana set up trust kwamba hii mali imnufaishe mtoto wangu wa kike tu, wala si mume wake uh, na watoto wake au wajukuu wake, meaning kwamba hata wakiwa wanafanya maamuzi, kwa sababu sometimes unakuta maamuzi mwanaume anafanya maamuzi ambayo yanaharibu ile mali na mwanamke, kwa sababu yeye anamsikiza mume wake zile mali zote zinapotea. So one way ya ku protect ya interest ya, ya mtoto wako wa kike is is setting up a a trust but this is not, is this just a general observation ambayo inaendelea. I've met so many people ambao wana watoto wao wanataka ku protect mali zao dhidi ya wao, kwa sababu they do not know background ya ha wanaume na na pia hawa trust watoto wao, let's say kawaida tu they want mpaka mwingine amalize degree ndio aweze kunafaka hizo mali. Kuna watu wana mali nyingi sana, na mtu ukimpa mali mamilioni ana miaka kumi na tisa ishirini atafanya maamuzi mabaya. Kwa hiyo wengine wanaweka conditions kwamba mpaka afikishe miaka ishirini na tano au malize degree au mwingine aoe au mwingine afikishe miaka thelathini au mwingine afanye biashara au mwingine aajiriwe. Kwa hiyo yule mshahara ambao unalipa, let's say, analipa laki tano au milioni moja trust fund itakuwa nampa times yake atakuwa ana. Kwahiyo kama anapata mshahara milioni moja t itakuwa inamlipa milioni mbili. Kwa hiyo ina, ina, ina motivate mtu asiendelee tu kukaa nyumbani income, lakini uh, akiwa anafanya akiwa kazi yake pia trust fund inafanya nini, inaweza kumsaidia kwenye uh, uh, inaweza kumfanya aendelee kufanya kazi. <coughs> Excuse me. Na pia kuna watu wengine wana set up trust fund kwa ajili ya uh, uh, family welfare, let's say. Kuna vikundi vya familia uh, pia wanataka waweze uh, kukopeshana mali kwa, kuna wengine wana set up hizo trust fund kama vile bank, mini bank, kwa hiyo mtu anakuja kwa familia na anasema mimi nataka ku nataka kuanzisha biashara, sina kazi, nataka kuanzisha biashara kwa ule mfuko ambao upo, upo chini ya trust Ule mfuko ndio unamfanyia assessment assessment credit assessment. Kama vile ukienda okay, benki ya microfinance, anaulizwa anataka kufanya biashara gani au project gani, anaonesha pale projections, anaonyesha pale implication ya biashara yake kila kitu, then uh, wale credit committees ambao wapo ndani ya trust, then ndio wanaweza kuamua sasa wampe hizo hela kwa ajili ya kuanza biashara au wasimpe in return kwamba watakuwa wanarudisha zile, uh, zile fedha ambazo wamelipa kwa ajili ya watu wengine waendelee kukopa wasaidie wanzishe biashara au project nyingine. Kwa hiyo this is these are multiple ways you can use to use easy, uh, funds or trust uh, there are more. Sasa kwa Tanzania it's easy, just get up tafuta kwa lawyer or a consultant ambaye ana deal na hayo mambo, so you can check us, tutaweza kukusetia uh, trust. So tutakuuliza uh, maswali your background, kutengeneza profile yako, then utaweza uh, kutengenezewa trusted, then utaweza kuwa registered na Rita, then from there unaweza kuamua sasa mali zako, how much of your assets unataka you kuzitransfer kwenye uh, hizo trust kwenye hiyo trust yako, au unaweza kuamua ku transfer maybe 60 70% of your mali. And then tukaanza kuziinvest, unaweza kuamua kuziinvest mwenyewe au ukampa kama financial advisor kama sisi tukuweze kuku manage your investments investment uh, alafu unaweka lock in period let's say five years after five years izi returns ziende kwa our beneficiaries so there are multiple ways you can use uh, trust na it is very possible in Tanzania and we have helped uh, set up many trust funds hapa Tanzania quite a few kwa uh, hiyo karibuni sana my name is Abdul uh, head of business at Shirka Welcome.